Usiku ulishaingia na kijiji cha Mwaniko kilikuwa kimya. Mbwa waliokuwa na kawaida ya kubweka kila usiku, leo walikuwa wameziba midomo yao, kana kwamba waliogopa kilichokuwa kikitanda juu ya kijiji. Upepo wa ajabu ulinyanyuka ghafla, ukivuma polepole pole, lakini ukiwa na baridi kali iliyopenya mifupa. Katika familia ya Bizahara, binti yake Halima alikuwa amesimama mlangoni akitazama nguo zilizonikika nje. Alikuwa na miaka ishirini na miwili, mrembo mwenye ngozi iliyojaa mng'ao wa ujana. Alikuwa ameolewa na Jabali kwa miaka mitatu, lakini ndoa yao haikujaliwa mtoto hata mmoja. Alihisi huzuni moyoni mwake. Kila mwezi alitarajia mabadiliko mwilini mwake, lakini kila wakati matumaini yake yalizimwa na ukweli ule ule: tumbo lake lilikuwa tupu. Aliinamisha kichwa na kupumua kwa uzito, kisha akarudi ndani. Hakujua kuwa usiku huo ndoto yake ya kuwa mama ilikuwa karibu kuzikwa kabisa. Njia za vumbi za Mwaniko zilionekana kuwa na maisha yake kwa macho ya kawaida hazikuwa na kitu lakini kwa yule mwenye macho ya rohoni kulikuwa na mikusanyiko ya vivuli vilivyotembea polepole vikining'inia kama moshi mzito. Walikuwa ni wao, wachawi wa Mwaniko. Kila mmoja wao alifunika uso wake kwa kitambaa cheusi, macho yao pekee yakiwa yanaangaza gizani. Walikuwa watano, kila mmoja akiwa na mkoba wake wa ngozi. Mkoba huo haukuwa wa kawaida. Ndani yake kulikuwa na mifupa ya watoto waliokufa kabla ya kuzaliwa, mafuta ya nyoka wa shambani na manyoya ya ndege waliokufa bila kuguswa na mtu. Hakikisheni leo tunapata vya kutosha, mmoja wao alisemezana kwa sauti ya kunong'ona. Hakuna shaka, mwaniko lote liko mikononi mwetu. Wakaanza kazi yao, wakitembea taratibu, miguu yao isisike ardhini. Kila walipofika kwenye nyumba, waliangaza macho yao kwenye kamba za kuanikia, wakisaka chochote kilicho na nguvu ya uzazi, nguo za ndani za wanawake na wanaume walio kwenye ndoa. Katika nyumba ya Bizahara, chupi ya Halima ilining'inia kwenye kamba ya kuanikia ikipepea taratibu kwa upepo wa usiku. Mkono wa giza ulivuka juu ya ua, ukanyoosha vidole vyenye kucha ndefu na kuikamata kwa wepesi wa paka. Mwaniko uliteseka usiku baada ya usiku, ndoa zilivunjika kwa kasi ya ajabu, wanaume wakiacha wake zao na kufuata wake wa wenzao bila sababu. Wanawake waliobeba mimba waliamka asubuhi na kugundua tumbo zao zimelegea, kana kwamba ujauzito wao ulikuwa ndoto tu. Ilikuwa balaa, lakini wachawi walikuwa bado hawajamaliza. Usiku mmoja walifika kwenye nyumba ya mzee Miwatu, mganga wa kijiji. Kwenye kamba ya kuanikia waliona chupi ndogo ya kitoto. Ilikuwa ya Lolo, mtoto wa mganga huyo. Waliitazama kwa muda wakihisi kitu kisichoeleweka; ilikuwa na nguvu tofauti, lakini tamaa yao ya uchawi iliwapofusha. Bila kufikiria mara mbili, waliikunja na kuiweka ndani ya mkoba wao wa ngozi. Hawakujua kwamba walikuwa wamechokoza nyuki ndani ya mzinga. Usiku ulikuwa mzito anga likiwa limegubikwa na mawingu meusi. Mwaniko lilikuwa kimya, lakini ukimya huo ulikuwa wa huzuni na hofu. Wanawake waliolia kwa siri walikuwa wamelala na mioyo yenye majonzi, wanaume waliokuwa wakihangaika na tamaa zisizoeleweka walikuwa wamelala wakiwa na ndoto mbaya. Katika kibanda chake cha uganga, mzee Miwatu alikuwa amekaa kwenye mkeka wa magome ya miti, akiangalia moto uliokuwa unawaka katikati ya chumba. Moto huo haukuwa wa kawaida Ulikuwaka kwa rangi ya buluu na kijani, ukitoa moshi wa kijivu uliopaa juu na kupotelea kwenye paa la nyasi. Macho yake yalifumba, akasikiliza upepo wa usiku. Alikuwa mganga wa kizazi cha kale, aliyepewa nguvu kutoka kwa mababu wa ukoo wake. Hakuhitaji mtu amwambie kilichotokea, alihisi, aliona kwa macho ya rohoni jinsi wachawi walivyoiba chupi ya mwanawe Lolo. Aliwaona wakiikunjakunja kunja na kuiweka kwenye mkoba wao wa ngozi, wakicheka kimya kimya bila kujua kilicho mbele yao. Mzee Miwatu alifungua macho yake polepole pole. Miali ya moto ilicheza kwenye vazi lake la ngozi ya fisi. Akanyoosha mkono wake na kuchukua kigoda kidogo kilichokuwa na unga mweupe ndani yake. Alichovua sehemu ndogo ya unga huo na kuupuliza kwenye moto. Moshi ulitanda ghafla, ukabadilika kuwa sura ya wachawi wale watano waliokuwa wakiingia porini kuelekea kwenye pango lao la siri. Mzee Miwatu alitabasamu kwa dharau. Leo ni siku yao ya mwisho kuiteka Mwaniko. Alitamka kwa sauti nzito yenye nguvu, ndani ya pango lililokuwa limejificha ndani ya msitu wa kijiji. Wachawi wale watano walikuwa wamekusanyika kuanza sherehe yao ya uchawi ndani ya pango hilo. Palikuwa na chungu kubwa lililochemka bila moto. Harufu ya kinyesi cha popo na mizizi iliyooza ilitawala hewa nzito ya ndani ya pango. Walikaa kwenye duara, kila mmoja akiweka mkoba wake mbele. Tumeleta nyingi leo, mmoja wao alisema, akitoa nguo za ndani na kuzirusha ndani ya chungu zilipoanguka ndani, maji yaliyokuwa yakichemka bila moto yalibadilika rangi na kuwa mekundu kama damu. Hii hapa ni ya mtoto, mwingine alisema akitoa chupi ndogo ya Lolo na kuitupia ndani ya chungu. Lakini mara tu ilipoanguka kwenye maji, mlio wa ajabu ulisikika ndani ya pango, mlio kama kilio cha mtoto kinachotoka kwenye dunia isiyoonekana. Wachawi walitazamana kwa hofu. Ni nini hicho? mmoja wao aliuliza kwa sauti ya kutetemeka, lakini kabla hawajapata jibu moshi mzito mweusi ulianza kujaa ndani ya pango. Harufu kali ya damu na nyama iliyooza ililipuka ghafla, na upepo mkali wa ghafla ulizima vibatari vyao, giza nene liliwameza. Mmoja wao alisimama haraka akijaribu kukimbia, lakini kabla hajafika mlangoni, kilitokea kitu cha kutisha. Mguu wake ulidumbukia ardhini, kana kwamba pango zima lilikuwa linaanza kumeza miili yao. Kilichofuata kilikuwa ni vilio vya hofu vilivyotawaliwa na kelele za ajabu zilizotoka ndani ya giza. Kilio cha hofu kilivuma ndani ya pango kama wimbo wa maangamizi. Wachawi wale watano walijaribu kukimbia, lakini ardhi chini yao ilianza kupasuka na kumeza miguu yao polepole pole. Giza lilizidi kutanda na hewa nzito iliwabana kwenye koo zao kama mikono isiyoonekana. Mmoja wao aliyekuwa mkubwa wao kwa cheo, Bilugome, alijaribu kutamka maneno ya kichawi ili kujinasua, lakini sauti yake ilizimwa ghafla, kana kwamba ulimi wake ulikatwa aliinamisha kichwa chake chini na kuona kivuli cha ajabu kikijitokeza sakafuni kikipanda juu na kujibadilisha kuwa umbo la mzee Miwatu machoni mwao. Mganga huyo hakufika kwa miguu bali kwa nguvu za mizimu. Kivuli chake kilizunguka pango zima na sauti yake nzito ikagonga kuta za pango kama radi. Mmevunja mpaka wa nguvu za dunia, mmecheza na watoto wa wenye nguvu. Leo maamuzi yenu yatawalilia. Wachawi walitetemeka, walijua kuwa hawakuhusika na mganga wa kawaida. Bilugome alijaribu kuinua mkono wake, lakini kabla hajafanya lolote mikono yake ilianza kubadilika kuwa mizizi ya miti ikijiviringa na kujifunga yenyewe. Alilia kwa uchungu, lakini hakuna aliyeweza kumsaidia. Wale wenzake wanne walianguka chini wakipiga kelele, miili yao ikijikunja na kuanza kuwa mifupa mitupu. Pango zima liliunguruma na upepo mkali wa ghafla ulizimisha moto wa uchawi wao. Maji ndani ya chungu kilichokuwa kimejaa nguo za ndani yalianza kububujika juu kama chemchemi, lakini hayakuwa maji ya kawaida. Yaligeuka kuwa damu. Ndani ya damu hiyo, sura za wanawake wa Mwaniko walioathiriwa na uchawi wao zilionekana zikilia kwa uchungu. Mzee Miwatu alipiga hatua moja mbele na sauti yake ikatanda tena, leo mlolongo wa mateso yenu umefika mwisho. Kwa mkono wake wenye nguvu alinyanyua fimbo yake ya uganga na kuigonga chini. Kulitokea mlipuko mkubwa wa mwanga mkali uliowashinda wachawi hao wote. Pango lilitetemeka na kwa sekunde chache giza lote lilimezwa na mwangaza wa rangi ya dhahabu. Wachawi hao walianguka chini wakitetemeka, huku miili yao ikianza kuwa jivu polepole. Lakini kabla hawajazimika kabisa, Bilugome alitupa macho yake ya mwisho kwa mzee Miwatu, akatabasamu kwa ujanja na kusema kwa sauti dhaifu, mzee Miwatu, hujamaliza vita. Kuna wengine, kuna wengi zaidi kuliko unavyodhani Kabla maneno yake hayajakamilika mwili wake ulivunjika kuwa mavumbi na kupotelea kwenye upepo wa usiku pango. Lote lilitetemeka kwa sekunde chache, kisha likadidimia ndani ya ardhi likiacha alama ya giza isiyoeleweka. Kijiji cha Mwaniko kilianza kuamka kwa taharuki. Wanawake waliokuwa wamekata tamaa ya kupata watoto walihisi miili yao ikiibuka upya. Wanaume waliokuwa na tamaa zisizoeleweka walihisi utulivu wa ajabu. Mzeemi watu alitembea kwenye kijiji kwa hatua zake nzito, macho yake yakikagua kila nyumba. Lakini ndani kabisa ya moyo wake alijua jambo moja: vita haikuwa imeisha. Wale aliyowateketeza walikuwa ni kundi dogo tu. Asubuhi ilipochomoza, kijiji cha Mwaniko kilikuwa kimya. Hakukuwa na kelele za watoto wakicheza wala mazungumzo ya mama kwenye visima. Watu walitoka nje kwa tahadhari, wakijiuliza kama yale mateso ya wachawi yamekwisha. Mzee Miwatu alisimama katikati ya kijiji, fimbo yake ya uganga ikiwa mkononi. Alipumua kwa kina, akasikiliza upepo. Macho yake yalizunguka kijijini yakitafuta alama yoyote ya giza iliyobaki. Halima, yule binti wa Bizahara ambaye alikuwa ameathirika na uchawi, alijitokeza huku tumbo lake likiwa limevimba. Ghafla alishika kiuno chake kwa mshangao. Mimi, mimi nahisi tofauti, alisema kwa sauti ya hofu na furaha kwa pamoja. Akina mama wengine waliokuwa wakihangaika kwa miaka mingi bila kupata watoto nao walihisi miili yao imebadilika. Ilikuwa kana kwamba uchawi uliowazuilia ulikuwa umevunjwa kabisa. Wanaume waliokuwa wakihangaika na tamaa zisizoeleweka walihisi amani mioyoni mwao. Kijiji kilianza kuhisi mwanga mpya, lakini mzee Miwatu hakutabasamu. Bado vita vya kweli bado haijafika mwisho. Aliwageukia watu wa kijiji na kusema kwa sauti nzito. Wachawi hawa walikuwa sehemu ya kundi kubwa zaidi. Kuna wengine ambao bado wako mafichoni. Wanajua kuwa tumewashinda, lakini hawatakubali kushindwa kirahisi. Watu wa kijiji waliangaliana kwa hofu. Kwa hiyo tufanye nini, mzee wetu? Mmoja wao aliuliza. Mzee Miwatu akawatazama, kisha akainua fimbo yake juu. Tutaweka kinga kwa kila nyumba. Hakuna mtu atakayeweza kupita na kuharibu maisha yetu tena. Alichukua unga wa mizizi akauchanganya na damu ya jogoo aliyemchinja kwa ajili ya tambiko, kisha akaanza kuchora alama kwenye kila mlango wa nyumba za kijiji. Usiku ulipofika, upepo mkali ulivuma kwa mara ya mwisho, lakini haukuweza kupenya kinga ya mzee Miwatu. Ndani ya pango lililobaki mbali na kijiji, wachawi waliosalia walikusanyika kwa siri, macho yao yalitoa mwanga wa hasira. Mzee Miwatu ametuangamiza, mmoja wao alizungumza kwa hasira. Hakuna haja ya kupambana naye tena mwingine alisema kwa sauti ya huzuni, nguvu zake ni kubwa kuliko tulivyodhani. Hapakuwa na njia ya kurudi tena Mwaniko. Mwaniko lilikuwa limebadilika. Wanawake waliopitia miaka mingi ya mateso walikuwa wamebarikiwa watoto, ndoa zilizokuwa zikitikisika zilikuwa na amani. Mzee Miwatu alisimama nje ya kibanda chake akitazama jua likizama, alihisi kazi yake imekamilika. Alichukua fimbo yake, akapiga hatua kuelekea kwenye msitu. Hakuna aliyejua alienda wapi. Wengine walidai kuwa aligeuka mzimu wa kijiji, akilinda Mwaniko milele.